Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuwa nasi. Mimi ni Sofia Amani, na sasa tuungane na Nezia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Asante sana Sofia Amani, na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo, tunaelezwa kuwa serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais imezindua kikosi cha kuandaa mpango kazi wa kitaifa na hatua za utekelezaji wa matumizi endelevu ya maeneo ya maji MSP ili kuimarisha uchumi wa buluu kikosi hicho kimezinduliwa na naibu katibu mkuu muungano ofisi ya makamu wa rais Bwana Abdallah Hassan Mitawi kwa niaba ya katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais Dkt. Richard Muyungi mjini Morogoro leo Januari ishirini ishirini na sita. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kikosi, Bwana Mitawi amesema mpango kazi wa kitaifa wa matumizi endelevu ya maeneo ya maji ni nyenzo muhimu inayotegemewa katika kuwezesha utekelezaji wa masuala ya uchumi wa buluu kwa kuzingatia uhifadhi wa mazingira na ustawi wa jamii na utengenezaji wa Marine Special Plan, taifa litapata mwongozo wa wazi wa nani afanye nini, wapi, wakati gani, sehemu gani, kivipi, masharti na kwa masharti gani. Pia taifa litapata uhakika wa uwekezaji wa uchumi wa buluu. Taifa litapata ulinzi wa mazingira ya bahari na viumbe hai na pia taifa litapata msingi wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, bwana Mitawi alisema uvuvi, usafirishaji kupitia baharini, utalii, nishati, utafiti wa kisayansi na uhifadhi wa bayoanuai, bila upangaji makini, shughuli hizi zinaweza kuleta mgongano wa matumizi, kiwamo uharibifu wa mifumo ikolojia na upotevu wa fursa za kiuchumi. Hivyo mpango kazi huo utakuwa ni chombo muhimu cha kusaidia kukabiliana na changamoto hizo. Kwa upande wake, kaimu meneja usimamizi wa masuala ya bahari bwana Emmanuel Mpina kutoka TNC alisema wataendelea kushirikiana na serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais, ambayo ndio msimamizi mkuu wa mazingira kuhakikisha kuwa sekta ya uchumi wa buluu inaendelea kuimarika. Tumekuwa na michakato kadhaa tangu mwaka elfu mbili na kumi na tisa e, miongoni mpaka sasa, na miongoni mwa michakato hiyo ni pamoja na kufanya tathmini ya awali ya e, namna gani nchi yetu inaweza ikaliendea suala la marine special planning kwao, tuliangalia E, michakato mingi ya kitaalamu tuliangalia, sera zimekaaje, tuliangalia e, muundo wa uongozi kwa ajili ya kusupport swala hilo limekaaje, na baada ya hapo, tukaja na orodha ya mapendekezo 23 ishirini na tatu ambayo mengi yameshafanyiwa kazi na ndiyo maana tumeendelea mpaka hapa. Zaidi ya wananchi elfu sita kutoka katika kata nne za Halmashauri ya wilaya ya Arusha wanatarajia kunufaika moja kwa moja na mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa ambao unalenga kuongeza upatikanaji na ubora wa maziwa, kuinua uchumi wa wafugaji na kuongeza ustawi wa lishe katika jamii. Akizungumza kwa niaba ya Mkurugenzi wa Halmashauri ya Arusha wakati wa ufunguzi wa jukwaa la mageuzi ya tasnia ya maziwa lilofanyika katika Halmashauri hiyo, Mwalimu Menad Lupenza anasema mradi huu utasaidia kutoa elimu itakayowezesha kupunguza hasara wanazozipata wasindikaji wa maziwa na wadau wengine ambao wanaendelea kufuga ng'ombe na wanapata maziwa, pengine wanapata hasara hata ya maziwa kuharibika, lakini pengine kwa kutokujua sosi. Lakini kupitia mradi huu ninaamini kwamba utaenda kuhakikisha kwamba unatoa fursa za mafunzo kwa wakulima wetu au kwa wafugaji wetu lakini na wale wasindikaji. Joseph Kihaule ni mtaalamu wa mabadiliko ya tabia nchi na mazingira, ameeleza namna mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri sekta ya mifugo na upatikanaji wa maziwa, kwamba mabadiliko kwa ya tabia nchi ambayo ndio ajenda ya dunia kwa leo, ndio hiyo tunazungumzia, kupungua kwa uzalishaji kwenye sekta nyingi sana, mojawapo hata sekta yetu ya, ya mifugo au kwa upande wa maziwa, uzalishaji umepungua kwa sababu gani? Moja kwanza kuna tatizo la upatikanaji wa maji malisho, lakini kumeibuka magonjwa mengi sana kipindi hiki kuliko awali, kwa hayo yote yanatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Nao baadhi ya wazalishaji, wasindikaji na wachakataji wa maziwa ambao wamekuwa na kauli mbiu isemayo maziwa dhahabu nyeupe, wameeleza changamoto wanazozipata na matarajio yao kwenye mradi huo. Hivi kwa sababu ya kufuga holela bila, bila, bila, bila utaalam na kupata pia uwezeshwaji <coughs> ndio maana vijana wengi hawataki kufuga. Kupitia pia hili jukwaa, tungeomba tutafutiwe masoko ya maziwa, kwa sababu unakuta sisi wafugaji tunateseka, tunauza maziwa kwa bei ya chini, tunanunua pumba kwa bei ghali, lakini maziwa tunakuta tunauza kwa bei ya chini. Hicho kitu kinawaumiza sana wafugaji. Na kuelekea bajeti kuu ya serikali, baraza la madiwani manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza limepokea kujadili na kupitisha mapendekezo ya mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 20, kiasi cha shilingi bilioni 101.74. Akizungumza mara baada ya kupitishwa kwa bajeti hiyo, mstahiki meya wa manispaa ya Ilemela Sara Ngwani ametoa wito kwa madiwani na wataalamu wa halmashauri kuhakikisha wanashirikiana kwa pamoja ili kuweza kufanikisha kukusanya mapato, huku akiwasisitiza ukusanyaji mapato uwe rafiki shukuru wataalamu wote kwa ujumla kutufanikishia mpango mzima wa bajeti. Kikubwa ninachokiomba mimi ni ushirikiano, tukiunganisha nguvu kwa pamoja, wataalamu na waheshimiwa madiwani, tukafikisha elimu kwa wananchi wetu, nina imani tutakusanya mapato vizuri. lai yangu unaoenda kukusanya mapato niombe tukusanye mapato kwa njia ya urafiki nao. Baadhi ya madiwani wakizungumzia bajeti hiyo wamesema kuwa ni bajeti ambayo imegusa changamoto za wananchi katika kata zote kumi na sita za halmashauri hiyo, huku akitoa wito kwa madiwani wenzao kutoa elimu kwa wananchi juu ya umuhimu wa kulipa kodi. Mmetutendea haki madiwani na kata zetu, yaani bajeti hii, tukipata fedha tukatekeleza mkominaji hii mlioipanga mi naamini wananchi huko itakuwa ni chereko chereko kwa sababu mmegusa idara zote na hususan zile idara zenye kutoa huduma. Tunastahili mstahiki meya, tunaimani kwa bajeti hii tunakwenda kuongeza kasi kwenye kata zetu katika kuleta maendeleo. Tumeona bajeti hii imegusa sekta zote, afya, elimu na imegusa sekta ya barabara ambayo ndio kilio chetu kikubwa. Tunaimani tunakwenda kuboresha barabara zetu ili ili sasa pitika vizuri, lakini kipekee ni mpongeze sana mchumi kwa kazi kubwa anayoifanya kuhakikisha anaweka usawa wa budget kwenye kata zetu hizo zote 19 bila kubagua. Awali, akiwasilisha mpango wa bajeti hiyo mchumi wa manispaa hiyo Helbert Bilia amesema vipaumbele katika bajeti ni kuhakikisha huduma bora za kijamii zinatolewa kwa wananchi ikiwamo kuendelea kuboresha miundo mbinu e, kwa mwaka wa fedha tunaenda kuomba kwa maana 26 27, bajeti yetu ina sura gani, mheshimiwa kiti? Bajeti ya 26 27 itakuwa na bilioni 101.7, na katika hiyo miradi ya maendeleo kwa maana ya ruzuku bilioni 14.5. Hii ruzuku maana tunategemea kutoka serikali kuu, na eneo lingine ruzuku ya mishahara bilioni 69.2. E, eh, na hii mishahara mheshimiwa kiti inachukua asilimia 68 ya bajeti yetu lakini matumizi ya kawaida kwa maana ya ruzuku ya matumizi ya kawaida aonyeshaji bilioni 1.5, akadhalika mapetoto ya ndani bilioni 16.4. Petdani kwa bajeti hii ya bilioni 101.7 inachukua asilimia 16.8 ya bajeti yote yote. Asante sana mtazamaji, na Sofia Amani, hayo ndio yalojiri kwenye habari za biashara kwa siku hii ya leo. Ni kushukuru sana Nezia Masinde kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni TVE Habari, mimi ni Sofia Amani na ndio tunafikia mwisho wa habari za nyumbani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutatizama habari za kimataifa ambazo zimetayarishwa na Roman Shirima. Mimi ni Sofia Amani, asante na endelea kubaki nasi fuatacho ndani ya TVE habari. Na katika habari za kimataifa, Sudan Kusini yaamuru raia kuondoka maeneo ya, ya, ya Jonglei.